Jina langu ni Musa Chacha, mkuu wa chuo cha ufundi Arusha, na kwa siku ya leo tulikuwa na tukio moja zuri kwetu sisi chuo cha ufundi Arusha na kwa Tanzania nzima, ya kufungua maabara ambayo ina vifaa vya kisasa ambavyo vinafundisha wanafunzi wetu, kwanza jinsi ya kubuni michoro mbalimbali kwa njia za kisasa kutumia kompyuta za hali ya juu, alafu vilevile mlemle ndani kwenye maabara kuna, kuna, kuna printa ambazo zinachola vitu kwa, kisiasa, kwa kisasa za, za, zaidi. Uhusiano wa chuo cha ufundi Arusha na Korea umeanza siku nyingi kidogo, na kipindi cha mwanzoni tulipata mradi mmoja mkubwa ambao kazi yake kubwa ilikuwa ni kuanzisha mafunzo kwa kozi inaitwa mechatronics. Hawa ni mafundi ambao wanaandaliwa kwenda kufanya kazi kwenye viwanda ambavyo vinatumia teknolojia hali ya juu vilevile, anakaa na kompyuta na mitambo yenyewe anafanya kazi. Yeye anai coordinate nini cha kufanya. Na baada ya mradi huo kuendelea ambao si wanafunzi anaelekeza nini cha kufanya na wanafanikiwa sana ndipo tukaanza mkataba mkakati mwingine na na wenzetu wa Koika, wa kuwaleta volunteer watu ambao wana uwezo mkubwa sana kulea, waishafanya kazi hata wengine wamesha retire, wana una umahiri mkubwa sana wanakuja na kaa na sisi na kufanya na kazi na na sisi kufundisha wanafunzi wetu na kufanya kazi. Sasa, mwaka mwaka uliopita tulipata huyo volunteer mmoja anaitwa injinia amekaa na sisi kwa muda wa miaka miwili sasa, lakini kupitia yeye tukapata mradi mwingine kuanzisha hiyo maabara ya kisasa kabisa. Ni maabara ya kwanza katika nchi yetu ya Tanzania, katika vyuo vya elimu, na tunaamini kwamba kupitia maabara vijana wetu wataweza kujifunza namna kuandaa michoro mbalimbali ya vifaa ambavyo vinatumika na vilevile kuvitengeneza vifaa Hayo ni mafanikio makubwa tunatarajia kupitia mradi huu. Mradi huu gharama yake hasa ni dola elfu ishirini na nane kwa sababu wenzetu KOICA wamechangia dola elfu ishirini na nne katika mradi huu huutahiyo maabara lakini, chuo cha Ufundi Arusha chenyewe kimechangia dola elfu nne katika huu mradi. uh,

ATC 4,000 US dollar. Kwa majina naitwa Elisha Barnabas Maktaja mwanafunzi katika Chuo cha Ufundi Arusha, idara ya uhandisi mitambo. Nipo level 8 mwaka wa mwisho. Uh, tunayo pongezi kwa shirika ambalo linatusaidia shirika la Korea ambalo linaitwa Koica. Siku hii ya leo tunawashukuru sana kwa kuwa leo wameweza kutupatia lab au maabara ya kiufundi, maabara ya kisayansi, maabara ya kiteknolojia ambayo itatusaidia kama wanafunzi kufanya mambo yote ya ubunifu. Idara hii na maabara hii itawasaidia wanafunzi wetu katika kukuza vipaji vyao katika sekta nzima ya ubunifu, na ubunifu huo wanafunzi wetu utasaidia sana nchi yetu, kwa kuwa wanafunzi wetu watakuwa na uwezo na, uh, na, na, na, na, watakuwa na uwezo na nguvu za kuweza kufanya vitu ambavyo tunaenda kuvikuta huko mtaani. Kama uwezo wa kufanya vitu gani? Kama vile kufanya uh, maintenance ya mashine ambazo tunazikuta huko katika uh, viwanda vyetu. Uh, maabara hii ina kila kitu ambacho mwanafunzi akijifunza katika maabara hii ya kisanifu maabara hii ya kisayansi anaenda kukikuta huko mtaani, itakuwa sio kigeni kwake kwa kuwa ashakizoea na kuwa ashafanyia kazi huko chuoni. Asante. Kwa majina, naitwa Miriam Pantaleon Nyakatama, ni mwanafunzi wa chuo cha Ufundi Arusha Technical College, ninasoma mechanical engineering, nipo mwaka wa kwanza. Uh, siku ya leo tumefurahi kupokea kutoka kwa Wakorea ambao wanatu support maabara yetu mpya, maabara inayoenda kwa jina la 3D printing mechanical lab, ambayo inaweza kutusaidia katika mambo mbalimbali, na sio tu kwa upande wa mechanical students, hata kwa upande wa wanafunzi wa kozi yetu mpya ya mechatronics and materials engineering, kozi ambayo labda inaweza ikaonekana labda ajira zake ziko chini ila kwa jinsi ambavyo wanaendelea kutusaidia na kutupa kipaumbele, tunaweza tukakuza katika jamii yetu hasa, hata hata pia katika jamii ya viwanda na kila kitu. Hii Mechanical printing lab inatusaidia pia katika printing za hivi vitu vyetu ambavyo tunavitumia na maana inatumika katika teknolojia kubwa yenye ufanisi mkubwa na, na sayansi kubwa. Hii Mechanical lab itatusaidia pia katika hata katika tukimaliza masomo yetu tunapoenda huko nje mtaani, hatuwezi kutegemea kwamba tutaendelea kuajiriwa siku hadi siku, kwa sababu sisi ni wasomi wa na tumepata elimu bora. Hivyo basi jamii inatutegemea kwamba sisi pia tuje na vitu vikubwa kutoka katika elimu yetu tuliyoipata. Hivyo basi tunapenda kuchukua fursa hii kuwapongeza sana wanafunzi ambao wameweza kulipokea vizuri, na pia tunapenda kuwashukuru hawa wa tunaweza tukaita sponsors wetu wanaoendelea kutusaidia katika masomo yetu ili tuweze kufikia malengo yetu. Asanteni. Miriam Pantaleon Nyakatama.